Eba, na katika shule moja ya sekondari huko Korea Kusini, kuna huyu binti leo akakamatwa na kikundi cha wanafunzi waonezi, jina lake anaitwa Feng-Li mkuu wa hicho kikundi ni bidada anaitwa akiwa na wenzake, bila huruma wakachukua hita na kuanza kumchoma mwilini. Maskini Fengli, akapata maumivu makali sana. Haikuishia hapo, pia walisambaza sketo mbaya kuhusu Fengli. Hii kamfanya Fengli aishi maisha magumu sana. Fengli akaendelea kuteswa siku baada ya siku, lakini mwisho akashindwa kuvumilia. leo akalipoti kituo cha polisi na Yeoji pamoja na wenzake wakakamatwa. Bana, basi unaambiwa, duniani pesa ndiyo inaongea. Mama wa Yeo-Ji ambaye ni mmiliki wa kampuni moja kubwa akafika na kuongea na polisi kuwa kesi ifungwe, na Yeo-Ji pamoja na wenzake wakaachiwa kuwa huru. Kisha mama wa Yeo-Ji akamwambia Feng-Li, wakati mwingine jifunze kukaa kimya basi kina Yeoji akiwa na wenzake wakaendelea kumtesa na kumnyanyasa Fengli siku baada ya siku leo Fengli akaenda kwa nesi wa shule kuchukua dawa za maumivu kwa sababu maumivu yalikuwa yamezidi lakini nesi alipomwangalia akashtuka kuona mwili wa Fengli umejaa makovu akamwambia "Andika barua haraka na upeleke kwa mkuu wa shule lakini Fengli akabaki kimya kwani alijua hakuna msaada atakaoupata Yeoji akatokea pale na kumwambia nesi hakuna kunizuia mimi kumwonea Fengli maana bodi yote ya shule inanisikiliza mimi baadaye jioni Fengli akarudi nyumbani na ndani akakutana na kina Yeoji wakiwa wakaanza kumcheka na kumsema vibaya, wakamdhalau sana kwa umaskini wake, pia wakaanza kuchezea vitu vyake. Fengli akaomba, naombeni acheni. Wakamwambia kama unataka tuache kusumbua tunataka udansi mbele yetu. Fengli akakataa kuwachezea, wakachukia na bila huruma wakachukua pasi ya umeme na kumchoma Fengli maskini. Mwili wa Fengli majeraha yakazidi kuongezeka. Fengli akafikiria sana na leo akafikiria kujiua kabisa, lakini kabla hajajitupa kwenye mto barafu ikaanza kushuka pale, basi akawa anajipaka ile barafu na akahisi afadhali kidogo kwenye yale majeraha aliyokuwa nayo. Siku inayofuata Fengli akaandika barua ya kuacha shule kwa, kwa principal, ambayo ndani yake akaeleza jinsi Yeuji na wenzake wanavyomwonea na kumtesa kila siku, lakini masikini, kabla barua haijamfikia principal ikapitia kwa mwalimu wa darasa Pakshi ambaye ana ukaribu sana na mama wa Yeuji. Mwalimu Pakshi akasema Yeuji na wenzake hawajafanya kosa lolote lile. Fengli akamuuliza swali, kama ndio mtoto wako angekuwa amefanyiwa hivyo ungefanya hivyo hivyo? Mwalimu Pakshi akamaindi akavua saa yake, na kisha akaanza kumnasa makofi Fengli mbele ya walimu wengine. Ilikuwa ni kama udhalilishaji. Leo mama wa Yeo-Ji akiwa na bwana wake wakamwita mama yake Feng ambaye ni mwathirika wa madawa na pombe, wakamwambia tutakupa pesa nyingi sana, tunataka ubadilishe maelezo kwenye barua mwanao, uandike kuwa anaacha shule sababu ya matatizo ya akili. Mama wa Feng hakujali kuhusu mwanaye kwa sababu pia kama unavyojua anatumia madawa. Kwa sababu ya pesa, akafanya hivyo. Kwa hiyo Fengli ikasemekana kuwa anaacha shule kwa sababu ya matatizo ya akili na sio kuteswa na kunyanyaswa na wenzake. Basi Fengli, baada ya kujua mama yake kafanya hivyo, akaumia sana na kuona mama yake pia hamjali. Leo tena Fengli akasogea hadi kando ya mtu na kutaka kujitosa kwenye maji, kwani anapitia maisha ya mateso na maumivu makali. Lakini akakumbuka na kujiambia, kwa nini nijiue na bado nina vitu vya kukamilisha kwenye maisha yangu, na kitu chenyewe ni kulipiza kisasi kwa wabaya wake, akaailisha kujiua. Leo akafika tena shuleni na kukuta kina Yeo-Ji wanamwonea mwanafunzi mwingine, akawaambia, najua hapa kila mtu ana ndoto yake Lian unataka kuwa mchoraji mkubwa. Ming unataka kuwa mwandishi wa habari. Yule unahitaji kumiliki mali za baba yako na Jingi unataka kuwa mfanya biashara mkubwa, lakini wewe Yeoji sijui ndoto yako ni nini? Yeoji akacheka kwa dhalamu na kusema ndoto ni kwa ajili ya maskini tu, mimi nina kila kitu, sioni umuhimu wa kuwa na ndoto. Yeoji naye akamuuliza Fengli, wewe je, una ndoto gani? Fengli akasema ndoto yangu mimi ni wewe Yeunji na wenzake hawakuelewa Fengli anamaanisha nini. Basi Fengli, baada ya kuacha shule, akaja kufanya kazi katika hiki kiwanda, lakini usiku akaendelea kujiandaa kwa ajili ya masomo ya chuo. Hai ni ambaye ni rafiki yake hapo kiwandani akagundua mipango ya Fengli na hakuwahi msumbua. Fengli akiwa anajisomea, anapotoka nje alitoa viatu na kunyata kimya kimya kama mwizi ili asimtige Feng-li katika masomo yake. Siku zikapita miezi ikapita, na sasa ni miaka mitatu imepita. Basi Feng-li akabahatika kuchaguliwa na chuo kimoja, basi akamshukuru sana rafiki yake Haini kwa kumsapoti mpaka amefanikiwa kujiunga na chuo. Basi akaingia chuo na kuanza kusoma kwa bidii, huku kichwani anawaza kitu kimoja tu, kulipa kisasi, na kila, na kila siku akawa anatafuta ni namna gani anaweza kulipa kisasi kikatili zaidi. Na upande wa pili, Yeo-ji alikuwa na yuni mmoja kati ya wanafunzi wenzake katika shule aliyokuwa anasoma, ambaye ni mpenzi wake wa siri, akamwambia wazazi wangu wanaandaa ndoa na mwanaume mmoja tajiri. Yuni ni playboy akamwambia, hata usiwaze kuhusu mimi. Basi baada ya muda kupita Yeuji akaolewa na Kintai mmoja kati ya matajiri wakubwa sana, na kwenye sherehe yao Yuni pia akafika kushuhudia, japo aliona wivu sana. Fengli pia hakucheza mbali, alifika na kushuhudia ndoa ya Yeuji. Baadaye akaanza kuangalia ni wapi waonezi wake wapo kwa sasa. Yeuji kashaolewa, Lian ni mcholaji mkubwa, Ming ni mwandishi wa habari katika kituo kikubwa, Yuni kachukua mali zote za babake, lakini Jing hakufika mbali na kuja kuwa mtumishi wa Yuni. Yuni hakumtriti kama rafiki bali alimtriti kama mfanyakazi tu na kumwambia wewe ni kama mfanyakazi mbele yangu. Leo rafiki yake Fengli akajaribu kumwambia kulipiza kisasi si jambo jema sana, unaonaje ukawasamehe? Lakini Fengli akakataa, kwani miaka yote hii amekaa akiplani jinsi gani anaweza kulipiza kisasi. Kila siku alienda library kusoma stori za visasi ili asijepata huruma. Sasa leo Feng-Li akawa anamfundisha mwanafunzi mmoja nyumbani, lakini dogo akaacha kusikiliza akawa anampigisha stori. Kumbe Feng-Li alikuwa akirekodi mazungumzo yote, dogo akashtuka na Feng-Li. Baada ya kumaliza akamtumia mama yake ile recording ya sauti na kuondoka, lakini alipotoka tu nje akaanza kujisikia vikizunguzungu na kuanguka chini. Baadaye akaamka na kujikuta yupo hospitali. Akawekewa drip na kitanda cha pembeni alikwepo jamaa mmoja naikalazwa, huku mwili wake umetapakaa damu. Jamaa anaitwa Hekjun, ni dokta wa upasuaji, lakini pia alipata shida wakati wa kupigana na mtu hivyo akalazwa. Fengli akataka kutoa drip, lakini Hekjun akamzuia na kumwambia, wacha nikusaidie kutoa maana mimi pia ni dokta. Wakati anamtoa Hekjun akaziona zile alama za majeraha kwenye mkono wa Fengli, alaka Fengli akaficha na kisha akasimama na kuondoka pale mara moja. Baadaye daktari aliyempokea Fengli akafika na kukuta Fengli kaondoka. Hekidu akamweleza kuwa katoka sio muda. Akaomba ile faili la Fengli na kujaribu kusoma taarifa zake, pia akajua anaposoma kisha chuoni. Fengli akamwona, na baadaye alipotoka nje Fengli akawa anamfuata akiachia tabasamu, lakini akampita. Hekidu akashangaa na kuona Fengli anamfuata kijana mmoja aitwaye Dongshi, ambaye ni mtoto wa mwalimu Park Shi. Mwalim Pakshi ndiye alimnyanyasa sana kipindi hicho ipo sekondari na bana hii inamaanisha kuwa Feng-Li ashaanza harakati za kulipa kisasi. Huku upande wa pili Yeoji alikuwa kila maisha na mwanaume wake ambaye ni Tokimta, ambaye ni tajiri na anamiliki kampuni kubwa sana. Basi wakawa wanataniana pale, kisha Yeoji akavuta fegi na kuweka mdomoni, lakini mara binti yake akawa anafika kutoka shule. Haraka Yeoji akatupa na kuzima fegi yake ili mwanaye asimwone. kwa sasa tayari Yeoji ana ya mtoto na mwanaye anaitwa Soji. Leo Feng-Li anapotoka chuoni akagongana macho kwa macho na Dr. Hege. Samehe sana kwa kukufuatilia. Uliacha taarifa zako pale hospitali na nilitaka nikurudishie. Pia unatakiwa kutumia dawa vizuri ili ukae sawa. Basi ukaribu kati yao ukaendelea na kuwa mkubwa zaidi siku baada ya siku. Jioni alikutana hapa na kucheza hii game kama draft. Ikampa chance Hege Jun kuwa karibu zaidi na Feng pia akawa anazidi kumshawishi aendelee kutumia dawa ili apone. Leo Feng-Li akamwambia, "Nashukuru sana kwa kunipa company na, na imani utakuja kuwa daktari mkubwa sana siku zijazo." Pia akamwaga na kumwambia, naelekea katika kufuata ndoto zangu, twaweza tusionane tena, hivyo nakutakia maisha mema. Hekijuni akashangaa kuambiwa hivyo, akamuliza ndoto gani hiyo? Fengli akamjibu. Hekijuni akamwambia na natumaini utatimiza ndoto yako. Sasa baada ya mwaka mmoja, Fengli akamaliza masomo yake na akapata nafasi ya kuomba kazi ya uwalimu katika shule za sekondari. Leo akiwa dukani anapima viatu, mara Jin mmoja kati ya waonezi waliokwisha kumuonea sana Fengli akaingia. Fengli akamfuata Jin, akashanga sana kumwona Fengli ikabadilika sana kutoka miaka zamani hadi sasa. Fengli akamwambia najua kuwa ni jinsi gani unajisikia vibaya kuwa mfanyakazi wa Yun. Akamwahidi kumpa kiasi cha pesa kama atamweleza ukweli wa mahusiano kati ya Yeoji na Yun, kati ya Yeoji na Yun. Jing akakubali kwani anachukia sana Yun. Siku chache baadaye Fengli akapata apartment moja ambayo ipo karibu kabisa na nyumba ya Yeoji. Basi kila siku akawa anasimama na kuangalia nyumba ya Yeoji kwa mbali huku akijishika alama za majeraha aliyosababishiwa na Yeoji. Kila siku siku akawa aka anakuja kukagua kwenye dustbin ili kutafuta ushahidi wa rushwa inayofanywa na waziri wa elimu ili msaidie katika misheni yake ya kulipa kisasi. Na leo Fengli akakutwa na mfanyakazi wa nyumba waziri wa elimu, akamwomba akae kimya na kuahidi kumpa pesa, lakini mfanyakazi akasema hakuna haja ya pesa, nitakusaidia ila kwa sharti moja, naomba nisaidie kunitoa mbali na mume wangu. Mume huyo mfanyakazi ni mlevi na kila siku akirudi huanza kumpiga yeye na mwanaye. Muda mwingine mtoto wake hutaka kumsaidia lakini baba yake huwatandika wote wawili bila huruma. Feng-Li akashuhudia hivyo na kuamua kumsaidia. Akamchukua na kumpatia makazi mapya ili kumwepushia shida, kisha akampatia kazi ya kuwafuatilia waonezi wake watano, movement zao zote. Akampa na kamera kurekodi ushahidi, na kila siku walikutana kwenye parking, na akapata taarifa nyingi zaidi. Na leo Feng-Li akagundua kitu kuwa Yuni ana tatizo la color blind, yani hana uwezo wa kuona orange ya rangi za vitu. Ndipo akakumbuka kuwa zamani kuna mtu ashawi kumuita Yuni color blind. Yuni akamaindi na kumpiga sana. Leo katika jengo moja, Kimtai alikuwa akicheza game moja hivi kama draft. Pembeni akamwona Fengli akimshinda jamaa mmoja na kupiga pesa ndefu sana. Kimtai akavutiwa sana na uchezaji wa Fengli na kutamani kucheza naye. Siku moja aliporudi nyumbani, akawa anajitrain mwenyewe pale ili siku moja aje kucheza na Fengli. Mke wake Yeuji akafika na kumwomba company, lakini Kimtai akamwambia, nipo na focus hapa, najiandaa kucheza na mtu mmoja hatari sana. Leo Fengli akasafiri na kwenda kuhudhuria mkutano mmoja wa semina walimu. Baada ya semina kuisha, leo aliporudi nyumbani, mwenye nyumba akamuuliza kwa nini ukae sana wakati umelipa kodi? Fengli akamwambia nafundisha shule mbalimbali, hivyo huwa na hamahama, ndio maana mara nyingi huwa sikai ndani Kichache baadaye yule mfanyakazi akamletea baadhi ya ushahidi kuhusu rushwa na ufanya na waziri wa elimu. Fengli akamfuata waziri wa elimu hadi nyumbani na kumwonyesha ule ushahidi, akamwambia nataka niweke nifanye kazi katika shule anayosoma mtoto wa Yeoji, na kama usipofanya hivyo nitatoa siri zako zote za rushwa kwenye vyombo vya habari. Waziri akaogopa sana na kusema sawa, nitafanya hivyo. Leo basi kukawa kuna sherehe kubwa katika shule aliyosoma Fengli na wale waonezi watano. Basi Yeoji pamoja na wenzake wakaalikwa pia. Sipunde akafika Fengli na kwa haraka hawakumtambua kwani kwa sasa alikuwa tofauti na zamani, akajitambulisha na ndipo akamtambua bani. Basi akawapongeza sana kwa kutimiza ndoto zao. Yeuji akashangaa kumuona kwani alifikiri ashakufa kitambo. Yeuji akamuuliza, Je, wewe ushatimiza ndoto yako? Fengli akasema, hapana, bado napambania. Haikupita muda sherehe ikaanza na katika sherehe Yeuji akazawadiwa zawadi, watu wakashangilia pale, lakini Fengli akashangilia sana hadi watu wote wakashangaa. Baadaye, baada ya sherehe kuisha, Yeuji akamwendea sana, akamwendea sana na akaenda kumnasa kofi Fengli. Yuni akamzuia Yeji. Fengli akawambia "Kumbe amjabadilika hata kidogo, mpo vilevile vile tu." Akamwangalia Yuni na kumwambia, kweli wewe ni color blind, ina maana hujatambua nini ninamaanisha? Kisha akaondoka zake. Basi plani ya Fengli ikaenda sawa na akachaguliwa kuwa mwalimu katika shule anayosoma mtoto wa Yeji, yani Soji. Na leo Soji na akampigia mama yake simu na kumwambia, mama, mwalimu wetu wa zamani amebadilishwa na kaja mwalimu mpya ambaye ni rafiki yako. Yeoji kusikia hivyo akashtuka na haraka akaelekea shuleni akaonana na Feng-Li. Feng-Li akamwambia, hata usijali sita mzulu mwanao, lakini nitamtumia kulipa kisasi cha maumivu mlionisababishia miaka saba iliyopita. Yeoji ya akasema, nitamuumisha mwanangu sojini shule. Feng-Li akacheka na kumwambia nitamfuata mwanao popote atakapoelekea. Bwana, hii ilikuwa ni nafasi nzuri ya kwanza katika stori yetu nzuri sana, ambayo natumaini utajifunza mambo mengi mengi sana, na ndio kwanza mambo yanaanza kuwa ya moto. Basi na kusii tu endelea kuwa pamoja na mimi katika episode zinazofuatia ili mambo yawe mazuri zaidi. Lakini kumbushe tu kama bado ya subscribe, yani kama wewe ni mgeni basi jiunge nasi. Subscribe katika channel yetu na pia washa kengele notification ili uendelee kupata nafasi zetu mapema iwezekanavyo naomba nikuage na, na tukutane katika nafasi ya pili bye, bye.